Kabla ya kuwa na maduka 540 hapo nyuma, kulikuwa na kontena 44, ila kwa sasa kuna ongezeko kubwa la maduka karibu 500, hivyo kumeongezeka kwa wafanya biashara wapatao 500. Tunakushukuru sana na ubarikiwe sana mheshimiwa. Kwa heshima kubwa, tunaomba upokee shukrani zetu za dhati kuchangia katika ongezeko la ajira hasa hasa kwa vijana upatikanaji wa mikopo isiyo na riba, kuweka eneo la biashara katika haiba nzuri, pamoja na kutusegezea wateja jirani yetu. Tulipokuja mara kwanza, lisema, ya kwanza alisema yajayo ni neema tu, lakini nataka niwaahidi mbele ya Mwenyezi Mungu na nimesimama kama kiongozi mkuu wa chama hapa Zani, yajayo ni neema zaidi. ndio kiongozi aliyesubutu ndani ya miaka yote kuigeuza Zanzibar kwa miaka mitano peke yake. Marais wetu wote waliokuweko hapa walifanya mambo mazuri, lakini yeye amezidisha uzuri wake. Mambo ya Zanzibar jamani, yatakuwa makubwa. Kwanza kuna mradi mmoja unaitwa Big Z. Huu mradi unataka kutengeneza maduka kutoka pale roundabout ya Kariakoo mpaka hapa eh, Kiswandu. Kwa maana hiyo, upande wa kulia na kushoto yawe maduka matupu na katikati pia kutakuwa kuna maduka, kwa sababu barabara hiyo itaondolewa, magari itakuwa ni ya kutembea kwa miguu au zile gari ndogo zile za golf carts. Lengo na madhumuni ya serikali ya Chama Cha Mapinduzi ni kuendelea kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara mji upendeze, haiba ipatikane, watalii waipende Zanzibar, lakini na nyinyi mpate shughuli zenu za kimaisha kuwa bora zaidi. Hussein Ali Hassan Mwinyi, nembo ya CCM, tia tiki yako hapa, usitoe nje. Ukiitoa nje itakuwa imeharibika. Hapa ndani ya kiboksi hiki.